Mambo vipi? Magauni, mzee Magauni leo tunafika mpaka kule Sombawanga kwa mzee Magauni mzee, mzee mwenye miaka sabini na nne ambaye anamiliki wanawake kumi na nne wote wa ndoa, yani wote amewaoa. Sio na kumi na nne tu, huyu mzee yuko na watoto mia moja na tatu na mimba mbili, tafsiri yake kama ujauzito utatoka salama atakuwa na uhakika wa watoto mia moja na tano. Mzee ndoto yake kubwa, anataka kumiliki watoto mia tatu. Sasa sijajua kama atalifanikisha hilo au vipi. Watoto na familia zote zipo kila sehemu. Yaani mwenyewe anasema uh, wake zake wengine wako mashariki, wengine kaskazini, wengine kusini na kosini. Kwa hiyo hata nyinyi watoto wa Mtwala msizanie kwamba huko mmepona, huyu jamaa amewekeza bwana, mke wake pia yupo pande hizo um, huyu mzee yuko na tamaduni zake ambazo anaziamini zaidi. Yeye anaamini kwamba mtoto mweusi ndio wa kusomeshwa, kwa hiyo kwa sababu anaamini nature haimpi nafasi kubwa sana mtoto mweusi yaani, ana nafasi ndogo sana ya kupendwa kwenye jamii kuliko mtoto mweupe. Yeye anasema mtoto mweupe atakaye kupelekwa shuleni, kazi kubwa ambayo mtoto mweupe anataka kuikamilisha ni kuchunga mbuzi au ng'ombe, na nyingine ni kulima ama kuoa na kuolewa. Basi yeye anapenda sana akipata mtoto wa kike mweupe kwa sababu anapata mali za kutosha hiyo ni watu wa Sumbawanga bana mzee magauni amekuja na kubwa ambalo limegusa watu kwa kiwango kikubwa katika mitandao ya kijamii mimi nitaingia katika upande wa Instagram na Twitter tukaangalia mawazo ya watu ama wamelipokea vipi wengine wamefurahi, wengine wamekwazika. tutasoma kila comment ya mtu mmoja mmoja ili tuangalie kwa ujumla na wewe utakuwa na comment gani katika ukurasa wa comment itakuwa ni sehemu nzuri pia e, kujua ni nini juu ya swala hili wewe umelipokea vipi na mtazamo wako ni vipi kwenye hili? Ngoja ni upande ni ingia upande wa Instagram, alafu nikusomee comment mbili tatu. Bwana nimefika moja kwa moja kule ambao mlikuwa mmenituma mpaka ukurasa wa Instagram na Instagram, mtu mmojawapo anaitwa Just as puc underscore. Yeye amesema mimi namuelewa mtazamo wa mzee Magauni, yeye anaamini watu weupe ni natural favored hata wasiopenda shule watatoboa kwa sababu wanavutia kwa weupe wao. Anaamini katika mafanikio ya binadamu siyo elimu bali ni kuishi maisha mazuri, ndio maana anaona kama huyo mweupe ni wa kike basi ataolewa kirahisi tena na mtu anayejiweza, na kama ni mtu na kama ni wa kiume basi anaweza kumuoa binti kutoka kwenye familia inayojiweza. Lakini kwa sisi weusi anaamini mkombozi wetu ni elimu, kwa sababu bila elimu hatutoboi, kwa sababu hatuna mvuto kwa hiyo watu wasipovutiwa na sisi basi watavutiwa na elimu yetu, akiongezewa na emoji za kucheka, ya kwamba mtazamo wake amegusia ya zaidi katika swala so zima la rangi aliyogusia huyu mzee uh, magauni ya kwamba kuna watu uh, ukiwa mweusi unakuwa na nafasi ndogo sana kupenda kupendwa kwenye jamii. Mimi sijui, lakini nyinyi mtakuwa na majibu mazuri zaidi kwenye hili ukiwa, watu weusi wanapewa nafasi kubwa ya kupenda kwenye jamii kuliko watu weupe uh, na weupe wana nafasi kubwa sana ya kupata nafasi ya kuunganika na watu ambao wana pesa. Mimi sijui yeye amefanya wapi uchunguzi swala hili. Ngoja niende kwa mtu mwingine. Mwingine anasema ila Sumbawanga. Mwingine anasema watoto mia moja na tatu hapa ndio mtoto wa themanini na tisa ukipinda mbele yake anakuita we nani? Ebu njoo hapa. Tafsiri yake, anamaanisha kwamba watu wengine, inawezekana watoto wengine hata majina yao hawatambui kabisa. Lakini huyu mzee alisema kabisa kwamba Uh, kama ukimpiga simu inawezekana asijue sauti ya mtoto wake ni yupi, lakini ukimtajia jina lako yeye atajua wewe umetoka kwenye familia gani na kwa mama yupi, kwa sababu anasema kila familia inaishi kwenye nyumba yake, kila familia iko na mifugo yake, na kila familia uh, haijawahi kuteseka njaa hata siku moja. Hata watoto wenyewe wakiwa wanazungumza wamesema kabisa kwamba Wanakula mpaka wanasaza. Mashamba yapo ya kutosha, mifugo ipo ya kutosha, kila kitu kipo cha kutosha. Unaweza kulea familia ya watu wanawake kumi na nne na watoto mia moja na tatu na ikapata kushiba mpaka watoto wakawa wana nawili, ninaamini watakuwa na majibu mazuri zaidi. Ngoja niendelee kusoma pia komenti za wadau, wanasema mimi ni mtoto wa mzee Magauni, jina langu naitwa sketi oya, mshua sio poa hapa penyewe, nimeanza kujichubua. Nisiende shule bana. Alikuwa, na, unavyojua, bongo, bana. Naona alikuwa anaongeza komenti za vichekesho pia, kama unavyojua wabongo bana, jambo lolote wanatia neno. Um, anasema mwingine, anasema hapo, uh, unaweza kukuta watoto wake harisi ukakuta ishirini, wengine ni UNICEF kutoka jamii inayojitolea kukuza vizazi. Huyu bana anaitwa Anthony Komba bana, Anthony Komba. Kusema ukweli, wanasema hata wazee wa zamani ya kwamba kitanda hakizai alam. Kwa hiyo kama kizai alam bana huyu, kwa sababu mtoto anatumia jina lake kila kitu hapo ni cha kwake, kwa hiyo awezi akakimbia kitu chochote. Ni ni mawazo ya watu wengine, lakini mzee anaamini kila mtoto ni wa kwake na anaonyesha upendo kwa watoto wote isipokuja, isipokua ni kwenye swala zima la rangi tu. Ninapokuja swala zima la rangi, hapo lazima kutakuwa na, na, na, na, na njia tofauti. Weupe watakuwa watapewa wata, wata kazi, kazi za kufanya nyumbani na kuto kusomeshwa. Weusi watapewa nafasi kubwa ya kusoma, kwa sababu maisha kwao ni ma, ni magumu, dunia kama haiwapendi hivi. Mimi nitasogea pia katika uh, upande wa Twitter, tukawaangalia watu wengine pia wana mtazamo gani ama mawazo yao wameongelea vipi swala hilo. Mmoja anasema nikiwa mkubwa nataka kuwa kama mzee Magauni. Wewe ambaye unanitazama utatamani kuwa kama mzee Magauni. Bana, sichukulei kitu simple, sio kazi rahisi na na mzee Magauni hawezi acha kuoa huyo. Um, mzee Magauni uh, formula kubwa ambayo anaitumia pia anatoa mahari kwa watoto wakiwa wadogo. Kwa hiyo anakuja kwenye familia yako anakabidhi mahari, wewe unampatia mtoto wake. Haendi kumtumia kwa haraka kadri mwenyewe ambavyo anadai, anasema muda anamkabidhi kwa mke wake mkubwa kwa hiyo yu yule ndo ambaye atamfundisha namna ya kuwa na mwanamume na, mwana na kumkuza kwenye mazingira ambayo inabidi mwanamume anatakiwa kutunzwa hivi kufanyiwa hivi na hivi. Akifika wakati tamati wa kuweza kutumika mzee anaingia mziguni na mambo mengine yanaweza kuendelea yeye. Yeah, anasema mwanamke kizaa tu anaenda kuongeza mke mwingine. Kwa hiyo wanawake 14 ni wingi kweli kweli, sio kitu cha kawaida. Inawezekana ndoto zake zikaenda kutimia za kuwa na watoto 300. Mwingine anasema um, anatimiza neno aliletwa kujaza dunia. Kama tunavyojua wale ambao wapenzi kusoma maandiko, maandiko yako wazi kabisa ya kwamba um, iliandika enendeni ulimwenguni mkaujaze ulimwengu. Sasa jamaa anaona, anaamua kuujaza ulimwengu kweli kweli. Wewe mpaka sasa hivi una watoto wangapi na kwa nini unajiogopa kuwa na watoto wengi? Kati kuna mzee huko Magauni, yeye ana watoto kibao. Mwingine anasema safi sana babu. Mwingine anasema kwa nini aendelee kuoa tena. Mawazo yamekuwa watu ni mengi sana, kwa watu wa mtandao wa X na hata mtandao wa Instagram, kila mmoja akitoa neno lake. Mwingine anasema, alafu yule mangi wa Kibosho nyumbani ana watoto wanne, mke kaenda kujifungua kapata mapacha wanne, analia, anaomba msaada, anasema watoto wanne ni wengi mno, serikali imsaidie watoto wawili. Mwamba, mwamba haombi hata mia kwa mjumbe wa serikali za mitaa. Kama utakumbuka hii ni moja ya stori ya jamaa alikuwa analia kabisa. Kiaki kajifungua watoto wanne, maisha yakiangalia haoni kama kuna mwanga, kaomba serikali msaidie na vitu vingine vingine, lakini huyu jamaa hajaomba serikali msaidie, yeye anapambana mwenyewe na anasema watoto wake wanakula wanashiba na mwenye, mwenye, mwenye ngozi nyeusi atasoma mpaka pale ambako yeye anaamini itakuwa ni sehemu sahihi. Tukapata nafasi ya kumsikiliza kwa uchache huyu mzee, yale machache ambayo alikuwa anazungumza, alafu na tuangalie kwenye kurasa ya comment, pia utatuandikia kitu gani? Nina watoto kuanzia sasa hivi watoto mia moja na tatu na mimba mbili, wajukuu sabini, watukuu thelathini na nne. Nikushukuru ulikuwa nami Jason Kasam Mateka kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha The Comment mpaka pale. Wakati mwingine nyuma ya kamera alikuwa show me the way. Asante.